Wananchi wanataka kupiga kura mwaka huu. Sasa Morogoro, mnasemaje? Hamtaki, si ndio? Hamtaki, si ndio? Wale ambao mnasema mko tayari uchaguzi uahirishwe, kunja nuuau ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. Nawasikia na sauti, semeni: tuko tayari uchaguzi uahirishwe, tuko tayari uchaguzi uahirishwe. Asanteni sana Morogoro. Sasa, sasa ndugu zangu, sawa sawa, ukitaka kujua ushirika wa CCM na hiyo inaitwa tume ya uchaguzi, angalia kwanza tume yenyewe. Leo wanakuja kwa wananchi wakisema sasa wameunda sheria mpya ya tume huru lakini kwenye hiyo sheria wanaoita ya tume huru, wamesema tume iliyokuwepo itaendelea ila itabadilishwa jina, itaitwa tume huru. Ndio maana mwenyekiti wa tume jaji Mwambegera ni yule yule aliyekuwepo kwenye wizi wa chaguzi ndogo, na Madhani Mapuri alikuwa katibu mwenezi wa CCM, eti ni mjumbe wa tume inayoitwa tume huru wa tume ya uchaguzi. Fomu za CCM, kura za maoni za CCM zitakuwa lini kwenye ratiba hiyo ya CCM, kura za maoni za CCM zitakuwa lini? Kwenye ratiba hiyo ya CCM imetangaza kwamba tume ya taifa ya uchaguzi itatoa fomu za wagombea udiwani, ubunge na urais tarehe 22 mpaka tarehe 25 mwezi August. Mpaka tunapozungumza na nyinyi, tume yenyewe haijatangaza ratiba ya uchaguzi. Kitendo cha CCM kutangaza kwa niaba ya tume kwamba tume itatoa inakaa vikao vya siri na CCM na kupanga mchakato mzima wa uchaguzi. Tume kama hiyo haiwezi kuaminika. Tume kama hiyo tusikubali isimamie uchaguzi. Tushirikiane kwa pamoja kuzuia uchaguzi usifanyike kama hawatafanya reforms. Wangapi mko tayari kwa hilo? Virviuu. Asanteni sana, naomba sasa kwa heshima na taadhima, nimkaribishe makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Mwegesa Heche aweze kuzungumza na ninyi.